Wakati uh, wa kupata mazungumzo uh, mzuri hapa kutoka kwa mgeni ambaye tuko naye ko leo ambapo ni eh, Lilian Camilius Mariki. Uh, yeye ni mpatanishi katika ngazi ya familia. Hakika sisi sote tunatoka katika uh, familia, hivyo ni vema basi wakati huu Uh, ukatenga muda wako uzuri ili kuyapata yale ambayo alasi lonje leo imekuja nayo kwa ujumla. naam, Lilian Camillus Mariki, furaha kubwa kukutana nawe kwa siku ya leo. Habari ya siku bwana, umetujia na jambo jema kabisa la, la, la, la, la masuala ya familia. A, sawa sawa. so, mtazamaji so. Mada ambayo itatamalake kwa leo ni maumivu ya nafsi yanavyoharibu mahusiano uh, ya ndoa. Kwa kuanza tu Uh, mada hii inamaanisha nini mahusiano ya nafsi? Ndiyo. Uh, kuharibika kwa mahusiano ya ndoa okay. Maumivu ya nafsi tunaita ni tukio pacha, ni kitu ambacho kinakutokea baada ya ile tukio halisi kutokea, yaani kwa mfano, umekuwa umegundua kuna changamoto, kuna, kutokuwa na uaminifu kati ya labda ya mwenza wako Ndiyo. au kuna kupishana kwenye labda jambo fulani umelifanya au unagundua kwamba mwenza wako amejenga una taarifa au kuna kitu ulikuwa nakifanya cha kifamilia, alafu unakuja kujikuta kwamba mwenza wako hakubaliani nacho. Sasa lile tukio lenyewe haliumi kama kile kinachobaki baada ya ile tukio ile picha, yaani, labda nikupe mfano huu kwamba ukipata tatizo ukapata ajali ukapata mkwaruza ukashonwa. Ndiyo. baada ya maumivu na kushonwa na kupona, ile alama bado inabaki. Ndiyo. hata tukikuliza baada ya miaka kadhaa kwamba nini kilitokea utakuwa na kitu cha kutuambia. Kwa hiyo yale maumivu ya nafsi ni zile hisia zinazobaki baada ya ile tukio li limepita, na linaweza likapita kwa muda mrefu tu, lakini pia kuna ni picha zinakuwa kama, zamani tulikuwa tuna kitu kama negative yaani, yeah. Ukisafisha picha unapewa na negative kwa nyuma. Sasa ile picha yenyewe ikiharibika, kunakuwa kuna ile negative ambayo ukisafisha unapata picha nyingine halisi. Sasa ile ile trace huwa inabaki kumbukumbu, kumbu inatabia kuacha alama kwenye kulingana na ile tukio. Kwa ile alama inayokuwa inabaki sasa ndio tunaiita kwamba ndio kitu kinachokusababisha kuwa na maumivu. Sasa kikawaida ukiangalia kila mtu unayemuuliza nini kimekuumiza, nakwambia ananiumiza mume wangu, ananiumiza mke wangu, ananiumiza mtoto nimemlea muda mrefu. Eh, lakini sasa hivi haniangalii. Hani kumbe kinachokuumiza wewe si yale matukio yule mtoto, ile ni ile tukio ambalo limebaki kwenye nafsi yako. Okay. Sasa haya maumivu yamekuwa yakisababisha kuwa na mambo mengi sana kwenye mahusiano. Kwa mfano, kuna hali ambayo inajitokeza ya unajikuta tu kwamba umeshagundua, unakata tamaa mwanzo tu. Yani ukishagundua kwamba huyu amenifanyia hiki, hatujakisuluhisha alafu tumeendelea na maisha, unaanza kumkatia tamaa mwenzio. mm -hmm. Lakini Lilian, kabla mm -hmm. hatujaenda mbali mm -hmm. haya maumivu ya nafsi yamekuja miaka ya hivi karibuni? Hapana, yapo yani. yapo, yapo siku zote na watu wapo wanaishi hivyo, watu wanaendelea hivyo, ila pasipo kuwa unafahamu kwamba wewe ndio msababishi, ndio unakuta sasa tuna upande mmoja tu wa lawama. Mfano, ukikutana na wanawake wanakwambia wanaume ndio tatizo, lakini ukikutana na wanaume wanakwambia yani wanawake siku hizi hamna kabisa. Lakini ukiangalia hapo, hakuna mwanamke, hakuna mwanaume ambaye yuko salama. Watu wote tuna changamoto, ila namna yetu ya kuzitatua, kuzikubali zile changamoto na kuzifikia kwenye mwafaka, sahii ndo tunapopishania kwa hivyo kama maumivu haya ya nafsi hayajaja haya miaka ya hivi karibuni, mm, yapo miaka yote. Kwa nini sasa hivi ndio ya haribu mahusiano? Yalikuwa yanaharibu tangu mwanzoni mm -hmm. ila sasa hivi tunapata mahali pa kuyaongelea, kwa maana ya kwamba tunapata nafasi za kuijuza dunia mm. tunapata nafasi za kuangalia wale watu ambao wameshaumia namna gani, sasa tuwasaidie kurudi katika hali, kwa sababu yanakwenda mbali. Unakuwa unaumia wewe peke yako kwa tukio moja lakini unajikuta kuna vitu vingi sana mndani vinakuwa havifanyiki na vingine vinaharibika. Utakuta kwamba si mahusiano tu, hata eneo lako la uchumi linaharibika, eneo lako la ile namna ya kujiingiza kwenye mambo ya kifamilia yanaharibika, lakini pia kuna ile uchumi wako uchumi kwa ujumla wake wote pia unaharibika, lakini pina tuna afya. Kwa mfano kikaa, ukaja ukapata wataalamu wa afya utaangalia, ukimuuliza, anakupa na anakueleza kabisa kwamba kwa, kwa kitu hichi kinachoendelea kinasababisha magonjwa haya na haya na haya okay. Maanake haya yote ambayo nayazungumza ni ni yanasababishwa na kuweka maumivu ya nafsi ndiyo, bila kuyatoa Ndiyo. Babu zetu, bibi zetu, mama zetu, baba zetu wamekaa, mm. kwenye ndoa miaka na miaka mm. mm. mimi ndoa ya wazazi wangu bila shaka inazidi miaka 35 3 sasa, mm -hmm. mama yangu anatazama, pengine aweza akanithibitishia aka mm. yaani kuweka namba sawa, lakini inazidi miaka thelathini mm. mpaka hivi sasa thelathini na tano ina, inazidi nikiweka umri wangu na miaka ambayo wao wamekaa pia Narudi katika swali langu la awali kwa nini haya ya maumivu ya nafsi hayakusumbua mahusiano ya babu zetu, bibi zetu na wazazi wetu? Kwa nini yatusumbue sana sasa hivi? Sawa, si kwamba hawakusumbuka. mm -hmm. Walikuwa wanasumbuka na kulikuwa kuna vikao vikikaliwa, kulikuwa kuna mabaraza, kulikuwa kuna mahakama, hivi vitu vyote vilikuwa vinaendelea. Kinachotokea tu ni kwamba sasa hivi tuna uwazi tuna vitu ambavyo vinatusaidia kufikisha elimu kwenye jamii zaidi, uwazi zaidi. Zamani kulikuwa kuna namna ambayo wao walikuwa wanaifanya kupeleka hata mashtaka mahali mm, au kwenda kupata usaidizi sehemu fulani. Kwanza ulikuwa ukiwa kwenye hizi ndoa ambazo tunasema ni za zamani, yule mshenga alikuwa ni kiungo kimojawapo kikubwa sana ambacho mm. Kwanza mpaka sisi watu wa nje kuja kupata taarifa za ndani, maanake ni washenga wameisha pambana sana, hata watoto kusikia alifanyika ndani He. He. Kwa hiyo zamani kulikuwa kuna hiyo lakini, pia kulikuwa kuna unaposema naenda kwa baba mkwe au kwa mama mkwe mm. kulikuwa kuna nguvu kubwa sana kiasi kwamba ulikuwa uki, ukifikia hiyo hatua maanake kwamba hilo jambo limefika penyewe mm. Lakini sasa hivi tuna tuna zile ndoa za tumekutana Hatuna hiyo nguvu, ehe, hatuna hiyo nguvu. Unamkuta mtu mwingine anakuambia mimi nimeolewa, lakini kwetu mume wangu hajulikani. Hmm. Au mimi nimeoa lakini mke wangu mimi, si watu wote wanamjua. Kwa hiyo hata unavyotaka kwenda kumuona mzazi kumpelekea ki, kitu labda umwelezee unakuta kwamba hakina nguvu sana, okay. Lakini pia tuna, sasa hivi tuna wataalamu wa saikolojia na pia tuna madaktari wa afya ya akili kiasi kwamba sasa hivi tunatamani watu wasikae tena na vitu Yani watu wata, wa, waweze kuongea. Unajua, mwanzoni ile ilikuwa ni inaonekana kwamba wanawake tu ndo wanaoongea sana njee. Lakini tumekuja kugundua katika ngazi ya upatanishi kwamba wanaume wanatamani ule mzigo wapate pakutua, lakini hamna, kwa sababu kwanza ule mpokeo wake wa kijamii ukimwambia kwamba una matatizo nielezee, hmm. ajisikii anaona kwamba yani ameshalelewa kwamba wanaume sisi ni ngangari. Kwa hiyo ukiongea mgangari, kama vile mtu fulani tai, ambaye mej, ehe. Lakini pia wanafanya maamuzi magumu, anaweza asipate athari hizo unazozifikiria wewe, lakini maamuzi yao sasa, ndio unasikia mtu ameoa mtu, mke wa pili, mtu ameamua kumpiga mke, mtu ameamua kufanya. Sasa, mtu anaichukulia tu kwamba lile tukio lilotokea mwishoni ndio shida. Lile tuweke jambo moja sawa, kwa mke wa pili sio maamuzi magumu Hayo ni maamuzi ambayo wanashauriana tu uko vijiweni. mm. na, na, na kuyachukua kwa, ha, kwa haraka sana kuoa mke wa pili sio maamuzi magumu. mm-hmm. Ukizingatia pia kuna e, sheria uh, ya dini ambayo imeruhusu shida. kuoa mke wa pili japo. mm. mm. Kinacho, kinachopelekea sasa ni hawafati masharti sahihi ya kuoa mke wa pili kwa sababu hukurupuki tu mm. lazima kuna vigezo vya kufata ili kuoa mke mm. wa pili. Sasa tukirejea hapo, mm -hmm. Wewe kama mshauri wa wa, wa masuala haya ndani ya familia mm -hmm. Katika ngazi ya familia, shida kubwa unaiona kwenye upande upi? mm -hmm. Wa baba ama mama? Shida iko pande zote. mm. Ni binadamu kama binadamu yani hakuna mke ambaye ana shida wala mume ana shida. tuchukulie ile kwamba ni ujumla wa namna ambavyo sisi tunapokea mambo. namna yangu ya kulipokea jambo na kulitolea tafsiri ndio shida. hiyo inakuwa kwa mwanamke na inakuwa pia kwa mwanaume. kwa mfano, unapotokea changamoto kwenye familia, tukishasema mimi na wewe tuna mahusiano, mimi na wewe ni mke na mume. changamoto yote inayotokea kwenye familia maana yake sisi watu wawili tunataka tuikabili, lakini sasa hivi kinachotokea ni kwamba baba akipata changamoto au mama akipata changamoto atapambana nayo yeye mwenyewe, si tena watu kwenye ndoa. Sasa hiyo mm. pekee yake, hiyo tafsiri yake inaleta mtafaruku sana, na unaona kwamba hata mama mwenyewe anavyolipokea ni kama vile kumshindilia, kumzomea, kum, yani kuendeleza kwamba si unaona Mungu amenionyesha, yani mimi nilikuwa na, na sema lakini ili limetimia hivi kesi ambazo unakutana nazo <laughs> <laughs> kesi ambazo huwa na unakutana nazo ama hizo scenarios ambazo huwa na unakutana nazo huwa mm. na zinakuwaje? Unaweza ukatupa labda mfano mmoja tukajiona tuko kwenye dunia ya kufikirika? Pengine eh, eh, ziko nyingi na mm. zinatofautiana. Kwa mfano kama ya mitandao mm. tunavoshika simu labda kompyuta hivyo nini, lakini tuseme tu vile vifaa vyote vya kielektroniki yeah. Utagundua kwamba sasa hivi kwa asilimia kubwa simu imekuwa ni kivunjishi cha ndoa, lakini pia kianzishi cha migogoro mengi. Sasa unapokuwa unaongea na mtu, mimi sasa nimekuja naongea nawe kwamba hivi, niambie ilikuwaje? Anakwambia nilisoma message. niliona eh, eh, nini imetumwa, hela Azam pesa nimeiona, anakwambia. Nyingine anakwambia, yaani ukimwambia, uki akwambie vitu ambavyo vinataka kumtoa mle ndani, havina mashiko Ukimuuliza amesomaje message, ameshika simu, amekwapua, amenyang'anya au mwingine anakuwa amekarile password hivi. Kwa ametaka ugomvi, ametafuta maumivu maumivu. Yeye kati <laughs> <laughs> e, anasema kwamba mimi fulani ananiumiza ni yeye aliyafuata, yeye mwenyewe ameataka maumivu. Kwa sababu kama hujakwapua ile simu <laughs> au hujasoma zile message huwezi kuumia, lakini bado pia kuna kusoma na kulichukulia kwa utofauti, huyu <laughs> mtu ni nani wameanza wapi, wamekwenda vipi? mwingine anakwambia we ujui maumivu ya mapenzi. Sasa ukiwa ndani ya maumivu ya mapenzi ukaumia, alafu ukaendelea kuumia maana yake haisaidii mm -hmm. Lakini ukipata utulivu, kuna namna nyingi za kutatua hii migogoro. Ushawahi kuwauliza swali moja, mfano wanawake mm -hmm. Ehe, umeshachukua simu, umesoma meseji mm -hmm. umeumia, umeshawahi kuwauliza kuwa ni kweli unataka kuondoka kwenye hiyo ndoa? Ndo maana umefanya hivi vitu na ni swali ambalo kabla hata hmm. ya kuanza kulimuuliza huwa tunataka kujua kwamba yuko pale kwa sababu zipi? Sa. Kwa sababu lazima uwe una malengo. Unajua, unaposema ninaingia kwenye mahusiano lazima uwe na malengo hmm. waliokuwa wengi ambao wanatumia hivi vigezo vya vya light, light TV hmm. unakuta hana lengo la ile mahusiano. Unakuta ni mtu ambaye anakwambia nimechoka, sababu mtu anachelewa kurudi siku hicho hmm. tu kimemchosha, lakini hana mbadala wa kusababisha yule mtu arudi mapema, wala hatafuti ile mbinu ya kumfanya yule mtu arudi mapema, na yeye anajiona kabisa yuko sahihi kulalamika kwamba huyu mtu anarudi usiku. Lakini ukija upande wa pili, unaweza ukakuta sababu moja wapo ya mtu mwingine kuchelewa anahusika, lakini kwa sababu yeye ameshajiona kwamba ni muhanga, basi anaona mm, lazima yule mrudi usiku ndo tatizo sasa. Okay, ukienda pale ukimwelewesha kwamba na wewe ni chagizo na hizi tabia za watu wengine kubadilika, lakini vile vile tunaangalia, kwa mfano, sasa hivi tuna wimbi la wanawake ambao hawapewi mahitaji, yani kuna watu hawatunzi familia ha, ha, sema kuna wanaume hawatunzi familia eh, sema kuna watu maana kuna wanawake hawatunzi familia, wanawake hawatunzi familia yes. Yaani unakuta baba anatoa fedha uh -huh, na inatakiwa ifanye matumizi, lakini haifanyi matumizi, inaenda wapi? Vikoba, michezo <laughs> hey, mwingine anashidana yani. Hey, kuna kesi ambazo unakutana nazo mpaka unashangaa kwamba mimi natoa hela mm -hmm. alafu haifiki kwa watoto, kwa watoto Wat wa kwa kuna kumza kabisa. mm -hmm. unakuta vyakula vinavolishwa pale mm -hmm. si stahiki, lakini vile vile unakuta maisha ya ile nyumba tuna kwa mfano, ngoja nikupe mfano mmoja ili uelewe. mm -hmm. kuna kuna mtu yeye anahudumia familia na kiwango chake cha kuhudumia familia yake alichoamua walichokubaliana kwa mwezi ni laki saba Sawa na hiyo laki saba mama anapewa mezani, alafu anaichakata mm. Lakini huyu mama tumekutana naye analalamika, anasema yeye hawezi kuendelea na hayo maisha Luh. Ni maisha magumu sana mm. Sasa akiwa pale kwenye kundi la kuongea vile, kuna mama ambaye anapewa shilingi elfu ishirini kila Jumapili. Mm. Anamsikiliza huyo laki saba analalamika, anataka aende kwenye <laughs> E, na Aya, kutoka mwazia kwenye ndoa na mume wake huwa anampa laki saba mm -hmm. Lakini huyo elfu ishirini yuko kwenye ndoa na ana mateso yake. Sasa wakati tunaongea, mimi kawa niko sana niko na huyo elfu ishirini wewe mm -hmm. Nin anasema, kwa kweli sielewi maisha itakuwaje. Cha kwanza tu katika kuongelea tuishi kutokana na elfu ishirini, hebu tuanze kutafuta maisha ya elfu kumi na nane yanakuwaji? mm -hmm. Tukaendelea na Mungu mwema, sasa hivi maisha yamebadilika. Yule sasa aliyekuwa anatuambia habari za laki saba alikataa. Kwa hiyo akawa anafanya mipango mingi. Yaani ndani kuna kuwa kuna vitu vingi, lakini unachanganya na hiyo kwenye hiyo laki saba. Kwa hiyo mama akawa anaona haifai, haifai. Unajua kilichotokea? Yule baba alijipambana sana ikashindikanika. Kwa hiyo ile ndoa ikafa. Ndoa ya laki saba matumizi ikafa. Kwa mwezi matumizi, ehe, ikafa. Kwa sababu dada amesoma ni PhD holder. Kwa maelezo yake, lakini tukawa tunajaribu kumwambia kwamba kusoma hakujawahi kuwa na nafasi kwenye hii kitu kinachoitwa mahusiano mm. Kuwa na fedha fulani ya havihusiani, kwa sababu kuna maskini wako kwenye mahusiano, kuna watu hawajasoma kabisa wako kwenye mahusiano, tena wana maisha mazuri. Kwa hiyo ni namna yako tu sasa wewe kukielewa kitu na kukinini. Kwa hiyo baada ya ile ndoa kuingia mtafaruku na mama, ndo mdai talaka mm -hmm. Sababu ya maisha ya mle ndani wakaachana vizuri. Yule baba hakupenda ndoa yake ife, kwa hiyo akamwambia, kama uko tayari basi tafuta kitu chochote unachokitaka. Yule mama kabeba kila kitu kaondoka. Sasa hivi tuko naye bado tunaongozana naye, akikutana na wewe ukimpa elfu kumi anakushukuru um, ukimpa elfu tano anakushukuru sana tu um, na yuko bize kuomba, anaomba Mungu amsaidie apate mume mzuri. Yule elfu ishirini tuko naye pia mm -hmm na Mungu amesaidia amekaa kwenye ndoa yake vizuri, na sasa hivi maisha yamebadilika, sio ishirini tena, kwa sababu ameenda amejitambua, ameanza kufanya vile vitu ambavyo vinampasa kufanya kama mke. mm -hmm. na yule mume ameongeza kile kiwango, na si tu kuongeza, kuweka, kwa sababu unajua unavyolalamika fedha fulani haitoshi, maana yake utuambie bajeti yako ni nini, alafu tunaipataje hii bajeti, alafu ndio tuje kwenye kulalamika kwamba fedha haitoshi. Sio unatuambia fedha haitoshi wakati huna chochote unachoweza kukisaidia pale kwenye kutokutosha. Sasa yule mama amekwenda sasa hivi anamsaidia mpaka yule wa laki saba nauli. E bwana, mm. maisha ndivyo alivyo, maisha yako hivyo namna yako utakavyotafsiri ule uchungu, unavyoubeba na kuna wengi sasa hata wanaotutizama, kuna ujinga mwingi tunapeana, tunaambiana hiki, haiwezekani hiki, akifai huyu hakufai kutokana na alivyo, labda ni mtu wa mshahara wa laki moja na nusu kwa hiyo unaona kwamba hastahiki, lakini kuna mtu anaishi na mshahara elfu thelathini na maisha na maisha yanaendelea. Kuna sentence moja mm, uh, inasema kuwa unaweza kubadilisha changamoto kuwa fursa. Ni kwa namna gani hili linatakiwa litumike ndani mm, ya ndoa zetu, kwa sababu kwenye ndoa zetu kuna changamoto yes, lakini tunazigeuzaje hizi changamoto kuwa fursa, pengine tunaweza tukapata suluhisho mm, la kuondoa maumivu mm, ndani ya nafsi zetu. Ni kweli tunapaswa kuibadilisha hii changamoto kuwa fursa. Cha kwanza tunatakiwa kuangalia kwanza na kukubaliana mm, ni kweli una hiyo changamoto, ni kweli una haya maumivu, kwa sababu kama huna maumivu, maana yake hata tiba haitakusaidia kabisa. Lakini ukijigundua ninayo maumivu, ukaanza sasa kutafuta suluhu, hapo hata Mwenyezi Mungu anatia heri na unapona. Na niwatie tu moyo kwamba maumivu ya, ya, ya nafsi yanapona ukiamua na namna sasa ya kufanya iwe fursa ni kwamba kwanza tuangalie sisi wenyewe, tuna tafsiri vipi, kwa sababu namna yetu pia ya kutafsiri imekuwa ni changamoto. Mimi nimekutana na maumivu yale, maumivu yamenifundisha nini? Kwa sababu maumivu yanakuja kwangu kama mwalimu, ili nitoke hatua moja kwenda hatua nyingine yeah. nitoke kwenye kuelewa mambo upande mmoja kwenda kwenye upande mwingine. Sasa anayeumia anayachukulia, anayachukuliaje? mm. walio wengi wamejikunyata, wanalia anakwambia nimeumizwa mi mapenzi ananiumiza mi mapenzi sasa, mapenzi anakuumiza Januari tu Disemba eh, mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa kumi maumivu hayo, ukanini ututunze maumivu kiasi hicho? Maanake hata mwenyewe kwanza ujipendi, huwezi mm. kukaa na, na maumivu ya mtu. Kwa mfano tuna wengi, unaona uko kwenye ndoa anakwambia mi navumilia tu, lakini pale hakuna uvumilivu. Hivi huwa anavumilia nini? Anavumilia kuumia tu, anavumilia kuumia mm. Kwa nakuwa ni kwamba unakuta upande wa pili hana option, kwa hiyo anakosa ule ujasiri lakini huwezi kuwa unavumilia kitu ambacho husiki. hmm. Na, kuna namna ambayo nao unasababisha ndio maana unapata kale kamwe kwa kwambia uvumilie. Lakini hatusemi kwamba watu hawateseki, watu wanateseka pia, na hao wanaoteseka pia lazima tuwaambie kwamba wajichunguze namna yao. Kwa mfano kama hiyo tunapongelea habari ya simu, wengi hawakubali yani. Unakuta unaongea na mtu unamwambia tatizo lako ni hiyo simu hmm. anakwambia we ujui yani, we, yani, we madam unaongea ujui ninapopita kumbe ni nini, ni simu kama akiweza kuichukulia ile simu akaipa tafsiri nyingine tofauti, maana yake yuko salama. Kuna mwingine hana shida kabisa, ni ile tu namna yao ya kuwasiliana. Akiongea mume anatumia sauti gani, akiongea mke anatumia sauti gani, baadaye mambo yanakaa vizuri. Kwa hiyo ukiwaelewesha, unakuta wengine wala hawafiki hata kwa mume. Anataka chai asubuhi, mke anaambia jikoni hapo, e, kikombe ndo hicho. Ameamka saa kumi na moja anawahi ni <laughs> <laughs> kwa namna gani? mm -hmm. Um, haya ambayo yanaendelea ndani ya familia mm -hmm. ndani ya hizi ndoa mm -hmm. watoto wanaathirika sana, tupate sana. suluhisho pia wanaathirika sana, kwa sababu hata sisi ni kizazi cha mwathiriko kwa wazazi wetu mm. Namna ambayo tulipita tukaona baba anavyoishi na mama, mama anavyoishi na baba ndo imetujenga sisi aidha kuwa watu wabaya au kuwa watu wazuri mm. Mm. mipokeo yetu yani, namna yetu ya kupokea mambo imeanzia chini. Una mfano unaweza kukuta ni mtu nimeshuhudia kabisa jinsi ambavyo mamangu alikuwa anaburuzwa, anapigwa hadharani mpaka anavuliwa nguo maana yake ninapokuja kwenye mahusiano naingia nikiwa na zile roho za kikatili, kuona wanaume si watu sahihi, kuona kwamba haiwezekani. Lakini pia nilikuwa namsikia sana mama anavyoongea kwa sauti kubwa ku juu ya baba, mpaka wanafika mali wanagombana. Nakupa mfano sasa. Mimi ninapoingia kwenye mahusiano yangu, maana yake ninatakiwa pia kumwongelesha yule mtu kwa sauti ya juu. Sasa najitetea, natafuta ile kuonyesha ule, ule umwama ambao toka nimetoka nikiwa mtoto niko nao. Sasa utakuta kwenye ili eneo ni lazima kwanza tukubaliane kwamba niliyokuwa nayo ni, ni, kwenye mahusiano ni nani amepitia changamoto zipi, amelelewaje. Kwa sababu kuna mtu mwingine unaamini kabisa nikiwa naye atabadilika. Hakuna mtu anaweza kumbadilisha mtu endapo kama yeye mwenyewe nafsi yake aiamua, ni mpaka mtu kwanza aamue ndo mtu anabadilika, mm. kwa hiyo unakuta tunakule kujiamini. Mfano wanapokuwa kwenye mahusiano wa wasichana wadogo au wavulana wadogo, anakuambia huyu ntambadilisha ndo imani kabisa, yani mtu si vile vile. Watoto wetu wanaathirika hapo kwenye kuangalia na wanajifunza zaidi kwenye kuona, ili sisi sisi zilikuwa zinafanyika, maana yake nina picha ya mama alikuwa anatusimamia kwenye kazi lakini kama nilikuwa sina picha ya mama wa kazi, maanake sina cha kuambia kwenye eneo la kazi. Sasa awa watoto tunaowalea mm. ni sisi ndo tunawapa hizo picha kwamba nitoke nikiwa baba aina gani. Ni baba ambaye akiingia mm. geti likigongwa, watoto wote wanaingia uvunguni. Ni baba ambaye akiingia <laughs> kwanza, yeye mwenyewe haelewi ameingia saa ngapi lakini vilevile haelewi watoto wameshinda vipi, wamekula nini, haelewi. Anachokwambia ni kwamba si nimetoa hela ya matumizi yeah. shida yako ni nini? lakini... Kuna baba mmoja amewahi kumsahau mwanaye hospitali <laughs> <laughs> yani kafika pale kashablipia mtoto amebaki pale saa kumi na mbili jioni. tunao wengi wa shule, tuna hizo kesi za watoto kufatwa shule, mzazi ukimpigia hmm. baadaye anakwambia amesahau ambayo kuwasahau wake zao pia e, anaenda kujaza naye mafuta, mwanamke ameingia uh, kupata huduma kidogo supermarket, kishajaza mafuta anaondoka, baadaye anakumbuka. Kama msahau utamkumbukaje? uta kama ni mkeo, ikiwa Mdani kuna mke mkio kuna foleni, alafu kuna sitaki kutaja, hiyo listi ni ndefu sana Lilian. kwa namna gani watu wanaweza kukupata na kupata shauri kama hizi? changamoto ni nyingi sana ndani ya changamoto, ziko nyingi kwa kweli, na sisi tunatamani ua uchungu watoke. Ndio maana mm, tuko hapa sisi, tuko salasala sala. Uh, taasisi inaitwa Lavenir Life Changing Foundation, tunafanya kazi pale na mtu ambaye anajisikia kabisa kupona lakini pia tunafanya kazi na wale watu wenye changamoto, ambao wana watoto wenye changamoto. Namna ya kupatikana, naomba tunitoe namba ya simu moja ambayo mtu anaweza akapiga au akatuma whatsapp ni sifuri sita mbili nane sifuri tano sita tatu sifuri sita mbili nane sifuri tano sita tatu sifuri sita hiyo ndio namba ambayo naweza nikajibu ujumbe wa, wa, wa, wa, WhatsApp lakini, pia ukipiga napokea, lakini tunawakaribisha pia kwenye ofisi yetu, kwa sababu tuko kwa ajili ya kuhudumia jamii. Tumejikita zaidi kwenye kubadilisha maisha ya watu. Sawa sawa, ndiyo. Nashukuru sana uh, Lilian, elimu ni nzuri. Kwa kumalizia, na ukiwa unaondoka hapa hivi mm, pia mkiwa mnaishi afu hakuna changamoto yoyote, mmeamka mnapendana, mmekunywa chai, mmeenda kazini, mmejuliana hali jioni, yani mm, nyie kila siku maisha yenu yanaenda smooth tu mm ni nyota zenu zinaendana au kuna changamoto ambazo hamzijui? Hiyo pia ni changamoto. <laughs> <laughs> Yaani ukishaishi mkawa hivyo kwamba hakuna chochote, hiyo pia yaani, ukipiga simu inatumika, wewe hujali, unaona tu asipotoa <laughs> <laughs> hela, akitoa ni sawa eh, usipopika pia sawa hiyo eh, pia ni changamoto, kwa sababu kila mtu anatakiwa apite kwenye tukio fulani ili aibuke kuwa mwalimu wa kitu fulani. hmm. yaani yaani unamwona yule mama pale ambaye anaambiwa hajui kupika. Sio kwamba hajui kupika, anatakiwa kuzidisha mapiko ili kusudi siku moja awe mtu fulani. Sasa okay, namna yake ya kuipokea akaiweka kwenye upishi ndo changamoto, okay. lakini kukaa kwamba eti atakuwa tu iko sawa na mimi niko sawa haipo, kwa sababu kila siku tunajifunza. Kuna kesi mshai kukutana nayo ya mke kuja kusema ya kwamba mume wangu hata hanisemi hata nichapi kibao kibao. E, ipo tunayo moja lakini <laughs> Ukimtazama hata mwongeaji mwenyewe unakuja kugundua kwamba hakuwa anamaanisha hivyo okay, okay. E, yani alikuwa anahitaji shamra shamra. Unajua kuna watu wengine wanahitaji kujulikana wapo e, kama, kama anataka kujulikana yuko basi anafanya kabisa e. Asante sana Lilian na karibu kwa wakati mwingine. Ametutajia namba zake hapa na namna ya kumpata mm. Ni mpatanishi wa ngazi ya familia Lilian Camilus Mariki, na kubwa zaidi ambayo tumezungumza hapa ni maumivu ya nafsi, namna ambavyo yanaharibu mahusiano ya ndoa. Elimu ndio kitu cha muhimu sana, nasi tuna kila sababu ya kuendelea kutoa elimu hizi katika jamii zetu. Lengo ni kuondoa athari kubwa ambazo zinaendelea uh, katika jamii. Uh, kuna matukio ya kikatili mengi yanayofanywa kutokana na wivu wa kimapenzi mm, yanayofanywa ndani ya ndoa, yanayofanywa kwa watoto, yote ni kutokana na kubeba maumivu ndani ya nafsi zao. <mulia>